Alinyongwa, lakini hakushindwa. Alinyamazishwa, lakini sauti yake ilizidi kuwa kubwa. Huyu ndiye Dedan Kimathi, shujaa wa msitu, kiongozi wa roho, na ishara ya uhuru wa kweli wa Afrika. Katika giza nene la ukoloni, ambapo watu waliishi kwa hofu na kunyanyaswa katika ardhi yao wenyewe, alizaliwa mwanaume aliyekataa kunyamaza. Alikataa kukubali utumwa wa kisiasa. Alisimama katikati ya msitu akiwa ameshika bunduki na matumaini, na kwa jina lake alitikisa misingi ya Uingereza. Jina lake lilikuwa ni Dedan Kimathi wa mtemi wa mapambano ya Mau Mau. Jina langu naitwa Abdul Kingungo, karibu kusikiliza makala hii itakayokupeleka katika safari ya kihistoria, safari ya huzuni, mateso na ujasiri hadi hatua ya mwisho ya kifo chake ambacho hakikufuta jina lake bali kilijichonga kwenye mawe ya historia ya Afrika. Dedan Kimathi alizaliwa mnamo tarehe 31 Oktoba ya mwaka 1920 katika kijiji kidogo cha Tetu huko Nyeri katikati mwa Kenya. Alizaliwa katika familia maskini ya wakulima, na malezi yake yalifanywa zaidi na mama yake mzazi baada ya baba yake kufariki akiwa bado mdogo kabisa. Licha ya changamoto za maisha, Kimathi alipata elimu ya msingi ambapo aliibuka na kipaji cha uandishi, ushairi pamoja na uongozi. Alikuwa na akili ya haraka zaidi, roho ya kuuliza maswali na moyo usioogopa kusema ukweli. Na hizi ndo tabia zilizompeleka kwenye siasa ya ukombozi. Mwanzoni mwa miaka ya elfu moja mia tisa na hamsini, uonevu wa wakoloni ulikuwa umefika kilele. Waafrika waliporwa ardhi yao, walilazimishwa kulima kwenye mashamba ya wakoloni, walinyimwa haki ya kisiasa na kuishi kama wageni katika nchi yao. Hapo ndipo vita vya Mau Mau ilipozaliwa, japo sio jina rasmi, bali ni nembo tu ya mapambano ya kihistoria ya wakenya waliokataa kuishi kama wageni tumwa katika nchi yao. Dedan Kimathi alijitosa kwenye vuguvugu vugu hili, akawa kamanda mkuu wa jeshi la msituni la Mau Mau. Aliandaa vikundi vya wanamgambo, akaweka utaratibu wa mafunzo ya kijeshi, na zaidi ya yote, aliimarisha imani kuwa mapambano yao yalikuwa ni ya haki na ya lazima. akiwa amevaa mavazi ya kijeshi ya msituni na daftari la mikakati mkononi, Kimathi alikuwa si tu mwanajeshi bali pia alikuwa ni kiongozi wa kiroho. Alisisitiza viapo vya ukombozi, kiapo cha kuto kusaliti, kuto kusalimisha silaha na kuwa tayari kufa kwa ajili ya ardhi yao. Mojawapo ya mambo yaliyomtambulisha Kimathi ni kiapo cha ukombozi. Alisisitiza kuwa wapigania uhuru walipaswa kuwapa kwa damu, kuachana na maisha ya kawaida, na kuishi kwa ajili ya mapambano. Kwa Kimathi, Mau Mau haikuwa tu vita ya silaha. Ilikuwa ni vita ya kiroho, vita ya akili na vita ya kimoyo. Aliamini kuwa uhuru wa Kenya hautatolewa kwa mazungumzo tu bali ni kwa kujitoa muhanga. Mnamo tarehe 21 Oktoba ya mwaka 1956, Dedan Kimathi alikamatwa na askari wa kikoloni baada ya kujeruhiwa mguuni katika msitu wa Nyeri. Habari za kukamatwa kwake zilitangazwa kwa furaha na utawala wa kikoloni, lakini kwa maelfu ya wapigania uhuru ilikuwa kama ni kupoteza moyo wa mapambano. Alipelekwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka ya kuwa na silaha kinyume cha sheria, na licha ya kilio cha wananchi na hata baadhi ya viongozi wa dunia mahakama ya kikoloni haikusikiliza kilio hicho, na alihukumiwa kifo cha kunyongwa. Licha ya kuwa mfungwa, Kimathi aliendelea kuonyesha msimamo wake, na alisema wazi kuwa haoni kosa katika kupigania ardhi ya mababu zake. Tarehe 18 Februari ya mwaka 1957 Dedan Kimathi alinyongwa katika gereza la Kamiti, lakini siku hiyo hakuonyesha uoga wowote. Alikumbatia imani na kusimama kama shujaa hadi pumzi yake ya mwisho ilipotamatika. Baada ya kifo chake, mwili wa Kimathi ulizikwa katika kaburi la siri bila hata alama ya jina. Serikali ya baada ya uhuru ilimnyamazisha kwa miaka mingi sana, lakini wananchi bado waliendelea kuimba jina lake. Mnamo mwaka wa elfu mbili na saba, hatimaye serikali ya Kenya ilimpa heshima yake rasmi kwa kusimamisha sanamu kubwa katikati ya mji wa Nairobi, ikiwa ni ishara ya kumbukumbu ya mwanamapambano aliyenyongwa kwa ajili ya uhuru wa Kenya. Mwili wake bado haujulikani ulizikwa wapi rasmi, lakini kumbukumbu kumbu ya moyo wake haijawahi kuzikwa kamwe. Urithi wa Kimathi hauishi tu kwenye sanamu, unaishi katika roho za vijana wa Afrika wanaoamka wa leo hii kupigania haki, utambulisho na uhuru wa kweli wa kiuchumi, kiakili, pamoja na uhuru wa kiutamaduni. Maneno yake ya mwisho, Dedan Kimathi aliwahi kusema: We must fight for our land, for our children and for our future, even if it means dying with honor. Lazima tupigane kwa ajili ya ardhi yetu, watoto wetu na mustakabali wetu, hata kama inamaanisha kufa kwa heshima. Lakini pia wakati wa hukumu yake ya kifo, Kimathi alikariri maneno haya: I would rather die on my feet than live on my knees. Ningependelea kufa nikiwa nimesimama kuliko kuishi nikiwa nimepiga magoti. Leo hii vijana wa Afrika wanapoinuka kupigania haki, kujitambua na kutetea maslahi ya bara lao, jina la Kimathi linaibuka kama taa ya ukombozi, si kwa silaha pekee, bali ni kwa msimamo, imani na kujitolea. Dedan Kimathi alikufa akiwa mfungwa wa siasa, lakini alizaliwa upya kama malkia wa fahari ya Kiafrika. Alikuwa simba wa msituni, kiongozi wa kiroho wa wapigania uhuru na mfano wa kile ambacho mtu anaweza kuwa hata akinyamazishwa na mnyongaji. Dedan Kimathi alikufa kwa sababu ya kutafuta uhuru wetu. Hivyo tusikubali historia yake ipotee au kupotoshwa. Kama hadithi hii imekugusa zaidi, tafadhali like, share na usubscribe kwenye YouTube channel yetu ili tuendelee kuangazia mashujaa wengine waliotangulia mbele kwa ajili yetu. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Asante kwa kunisikiliza na tukutane katika makala zinazofuata.